Raisi wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa anazingatia kuweka vikwazo vikubwa vya kibenki, kibiashara na ushuru dhidi ya Urusi kama njia ya kuishinikiza Moscow kukubali usitishaji wa mapigano na kufikia makubaliano ya amani na Ukraine. Kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social Ijumaa hii, Trump ameelezea wasiwasi wake kuhusu ongezeko la mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine, akisema kwa kuzingatia ukweli kwamba Urusi inaishambulia Ukraine kwa nguvu kubwa kwenye uwanja wa vita hivi sasa, ninazingatia kwa dhati kuweka vikwazo vikubwa vya kibenki, vikwazo vya biashara na ushuru dhidi ya Urusi hadi usitishaji wa mapigano na makubaliano ya mwisho ya amani yatakapofikiwa. Trump pia ametoa wito wa dharura kwa Urusi na Ukraine, akiwataka waketi kwenye meza ya mazungumzo kabla ya hali kuwa mbaya zaidi. Kwa Urusi na Ukraine, keti kwenye meza ya mazungumzo sasa, kabla haijachelewa. Asanteni. Kauli ya Trump imekuja wakati ambapo Urusi imefanya mashambulizi mapya makubwa kwa kutumia makombora na drones katika maeneo mbalimbali ya Ukraine usiku kucha wa kuamkia Ijumaa hii. Audio series za kusisimua